Naam, hivi ndo vitu ambavyo wanatakiwa wavifanye Simba Sport Club hili waweze kutinga hatua ya robo fainali kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, kwani ukianza kuangalia Simba Sport Club mpaka sasa hizi kwenye msimamo wapo na alama sifuri, alama moja wakisale na Esperance de Tunisia sale ya goli mbili kwa mbili. Sasa hivi ndo vitu ambavyo wanatakiwa wavifanye Simba ili waweze kufika, kupita hatua ya makundi na kwenda hatua ya robo fainali. Vyote hivi utavipata hapa Tubone Media. Nikukumbushe tu, we kama ni mara yako ya kwanza natuangalia na ni mgeni, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani hivi ndio vitu ambavyo tunavileta hapa Tubone Media na klabu ya Simba hivi sasa inashika nafasi ya mwisho katika msimamo wa kundi D ikiwa na alama moja peke yake, baada ya mchezo wa nne kufuatia sare ya goli mbili kwa mbili dhidi ya Esperance de Tunisia. Na ili kutinga robo fainali, Simba haina budi kushinda michezo yake miwili iliyosalia zidi ya Stedi Melin waki Simba watakuwa nyumbani wakimkaribisha Stedi Melin na Petro di Luanda, ambapo ubao utasoma kule ugenini ambapo wataifuata Angola Petro di Luanda. Ushindi huu ni lazima, kwani kupoteza au kutoa sare kwa mchezo wowote ule utatamatisha hatima ya Simba ya msimu huu ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Pamoja na kushinda mechi zao zote, Simba wanahitaji msaada wa matokeo kutoka kwa wapinzani wao ili hesabu zao zinyooke, okay inatakiwa esperance de tunisia wenye alama sita kwa sasa wapoteze mechi zao mbili zilizobaki mechi zao zote mbili zilizobaki ili kubaki hao wasizidi alama sita ili simba waweze kuwapiku kwa alama saba endapo simba sport Club atashinda mechi zake zote mbili aidha ikiwa petro di luanda ikiwa petro di luanda ana alama tano atafungwa na simba na pia kupoteza mchezo mwingine wa Esperance de Tunisia watatoa mwanya kwa Simba kupanda hadi nafasi ya pili. Na kwa kiufupi mazingira ya Simba ya kuvuka ni haya hapa. Simba ashinde mechi zake zote mbili ambazo zimebaki. kwa nini mechi zake mbili ambazo zimebaki ni Petro de Luanda watakuwa ugenini, lakini Stade Malini, Simba watamkaribisha nyumbani. Hivyo basi washinde mechi zao zote mbili na Experience de Tunisia ipoteze mechi zote mbili zilizobaki ili kuwapa mwanya Simba Sport Club kuvuka, ili wabaki na alama sita. Manake Experience de Tunisia, wakipoteza michezo yao yote miwili watabaki na alama sita, au ipate sale moja pekee wabaki na alama saba, ambapo itategemeana na wastani wa magoli. Ambapo kwa sasa Simba wana wastani mbaya wa magoli, ukianza kuangalia mpaka sasa Simba Sport Club wana asi ya goli tatu, kwa hivyo Simba kupita inategemeana na mechi mbili zilizobaki za Esperance de Tunisia. Esperance de Tunisia akipata sare yoyote ile ya goli moja, and hata Simba akishinda mechi zake zote mbili, hataweza kufudhu. Maana yake wakilingana pointi, wataenda kwenye head to head to walivyokutana wenyewe, nani aliishinda. Ukianza kuangalia Simba na Esperance de Tunisia walivyokutana Simba amesali akiwa nyumbani, lakini alipoteza akiwa ugenini. Hivyo Experience de Tunisia hana nafasi ya kushinda. Kwa mazingira ya Simba kushinda na kupita kuelekea kwenye hatua inayofuata ya robo fainali inategemeana na mche michezo miwili iliyobaki ya Experience de Tunisia. Sasa tunarudi kwako, we shabiki, waonaje? Je, Simba watapita na watatoboa kwenda hatua robo fainali? Tukutane kwenye comment hapo, na nikukumbushe tu sisahau kusubscribe kwa habari motomoto kutoka kwetu. Mimi ni Tubone Media, hadi wakati mwingine. Keep watching, bye bye.